Tukisha kuona vitu hivyo, maana yake hata mikono yetu. Marko kumi na mbili mstari wa thelathini hadi thelathini na mbili angalia amri hiyo kuu, ambapo Bwana Yesu alizungumza na wanafunzi mmoja, alisema mpende Mungu wako. Marko kumi na mbili mstari wa thelathini nasoma kwa jina la Yesu. Nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote eh, eh, na kwa roho yako yote eh, na kwa akili zako, ja, zako zote na kwa nguvu zako, ja, zako zote. Na ya pili ndio hii mpende jirani yako kama nafsi yako kama nafsi yako. Hakuna amri nyingine iliyokuu kuliko hizi. Ili yes yes upate kibali kwa Mungu ni lazima mwili wako uwe unamtukuza Mungu, yaani umetoka kumtukuza Mungu, yaani umetoka kiroho, maisha kiroho zangu a utakuja kuona, au utakuja kuona zimesema kabisa ilipokuwa kazini kaamswagaia kwa sababu yeye anapokopa ilikuwa anamtukuza Mungu na ilikuwa ni mwekaka mhoro. Kwa hiyo ni kwa jeuri sana, mradi wote wa mtu ikiusimamia unapaa, lakini pia kwa sababu yeye anataka kufa pale haiendi ay, na haijalishi kwa Mungu hakele. Tunapo naomba Mungu anakijibu pale pale, na Mungu alikuwa na faida, jina la Bwana limejengwa. Na unaposema kumtukuza Mungu, maana yake ulichonacho kimtukuze Mungu, umtukuze Mungu kwa moyo wako ya ufalme wa mbinguni, lakini pia haujakataza kutafuta fedha fedha kafuta nizo halali. Tunasema kwamba unapo mpenda Mungu, mpende Mungu kwa moyo, kwa roho yako, mpenda Mungu kwa akili zako na kwa nguvu zako, maana yake ni vyote, vyote, hivi vyote. Kwa hiyo Mungu anasema ukiwa na hela zako, hakikisha hela zako zinampenda Mungu, zinamsifu Mungu, zinamuinua Mungu, uhakikishe kabisa ya kwamba moyo wako unamsifu Mungu unamtukuza Mungu unampenda Mungu. Lakini hakikisha kwamba roho yako inampenda Mungu inamsifu Mungu inamtukuza Mungu. Lakini pia hakikisha kwamba eh, eh, akili zako zinafanya lii. Hakikisha pia na, na nguvu zako kwamba kila unachofanya, kazi unayofanya unamtukuza Mungu. Sasa mtu mmoja niwaambia siku moja aliniuliza swali. Kasema, sasa Pastor Buda anakuja kwako kuonyesha nyumba zako ulizojenga kwenye zile zile zako zote zilizokuwa nazo. Nikamwambia baba, nimejenga nyumba moja. Hii unayoiona hii hapa hapa tumekalia. Lakini nyumba nyingine tumejenga eh, na kanisa. Tutakwenda ukaliona kanisa ulilojenga. Inafika kitu kingine labda e, kiwanja; nimebaki na kiwanja kimoja na shamba